Uya. Leo nimekuja mahali hapa ambayo umepata neema ya kunisikiliza. Nataka tujifunze mambo kadha wa kadha na kuna baadhi ya mambo kukumbushana. Biblia unayoiona asilimia nyingi, kuna baadhi ya maandiko watu tunaya define kwa namna ambayo tunasoma kama ni story, lakini unaposoma Biblia kuna muda inatufanya tukumbuke kwamba tunaishi kwenye ulimwengu ambao unapita na tunaishi kwenye ulimwengu ambao una mambo mengi. Kila unachokiona kwenye Biblia kipo kiuhalisia katika maisha ya kawaida. Nataka tuangalie mara moja katika kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 19. Tuangalie kwa habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni maskini na habari ya mtu mwingine alikuwa ni tajiri. Kwa leo kwenye dunia yetu hii, kuna uwezekano wa kuwa kila mtu anaweza kuwa na vipato tofauti tofauti na hili jambo lipo wazi. Kuna mwingine ana fedha nyingi, kuna mwingine amebarikiwa kitu fulani kwa namna tofauti tofauti yani. Lakini tunataka tuangalie tajiri huyu, mwisho wa siku kwenye hichi kitabu alifanikiwa kufariki, na alipofanikiwa kufariki huyu tajiri, Biblia inatuambia ilivyotokea misiba miwili, msiba wa kwanza ambao ambao ulianza ukatokea at, Biblia nasema kwenye Isaya 22, nasema ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa ikawa ile tajiri alipokufa naye akazikwa. Tunaanza kuona Lazaro na tajiri, baada ya muda ikafikia wakafariki, waka mmoja akachukuliwa na mwingine akazikwa. Tunaanza kupata maana halisi sasa, kumbe tunaishi kwenye ulimwengu ambao kila mtu ana mwisho ambao atafikia. Lakini licha ya kuwa kwamba una mwisho utakaufikia, utakaofikia, je, utakapokuwa umemaliza kazi yako, mahali gani ambapo utakapokwenda? Hapo ndipo pa maana sana na hapo ndipo pa msingi sana katika maisha tunayoyaishi. Mtu wa Mungu ambaye unanisikiliza, nataka tujikumbushe jambo moja. Baada ya muda tunakuja kuona mwisho wa siku, huyu Lazaro alienda katika kifua cha Ibrahim, na tajiri alishuka kuzimu. Unaposikia neno linaitwa kuzimu, au unaposikia kuna mbingu, hivi vitu ni vya kweli, na hakuna mtu anayeweza kwenda mbinguni akiwa na mwili huu, ila inabidi afe kwanza. Anapokufa mtu wa ndani anatoka, roho yake inauwishwa. Inategemea sasa roho yako itaenda kukaa wapi hilo ndo jambo la msingi sana. Tunaanza kuona huyu Lazaro akakaa mahali salama ambapo palikuwa pana utulivu na amani ya kudumu, ila katika maisha haya ameteseka sana. Kwa nini nimekuletea ujumbe kama huu? Nataka tujikumbushe mambo kadha wa kadha, kwenye ulimwengu huu tunapita. Na kama tunapita, je, umefanya jambo gani ambalo una uhakika Mungu alikuleta kwa ajili ya hilo? Inawezekana unapita kwenye changamoto za kifamilia Yawezekana unapita kwenye udhaifu, yawezekana unapigwa vita na majirani, yawezekana unapigwa vita na watu wa nyumbani kwako. Nataka nikwambie jambo moja, mishen aliyokukusudia Mungu lazima ifanywe. Umwakilishe Mungu mahali ambapo unakaa, umwakilishe Mungu mahali ambapo unatumika, umwakilishe Mungu katika ofisi yako, kwa sababu kama ni mtu wa Mungu kazi una ifanyo, una Mungu bari bari, yoyote unayofanya unamwakilisha Mungu mahali pale. Ukimwona mtu yeyote anaabudu miungu, ukimwona mtu yeyote anasimama Mahali popote anaabudu miungu juu, anamwakilisha Mungu wake. Mimi nakuombea ukawe mwakilishi mwema kwa jina la Yesu Kristo, na maneno haya ninaamini ndani yako yataenda kuumba kitu kipya kwa jina la Yesu Kristo Amen.